Mitandao mingi sasa hivi inalipa pesa watumiaji wake Instagram, Facebook, TikTok, YouTube, Google, X yani Twitter. Mitandao mingi sana watumiaji sasa hivi wanaoitumia wananufaika nayo, sio tu kuuza bidhaa zao au pengine huduma zao, lakini kupata kipato kutoka kwenye hiyo mitandao. Sasa mtandao upi, we huwezi kuchagua eh? Maoni yangu mimi binafsi na kwa utafiti zangu nilizozifanya, mtandao the best ni mtandao wa YouTube, ni mtandao wa YouTube. Naenda kupatia sababu kwa nini ni YouTube. Labda nikujuze, mtu akihitaji suluhisho la tatizo fulani hakimbilii kwenda kutafuta hilo suluhisho kwenye mtandao wa Instagram au hakimbilii kwenda kutafuta hilo suluhisho kwenye mtandao wa Facebook, ila atakimbilia kwenye mtandao wa Google na mtandao au, au mtandao wa YouTube. Sasa YouTube ni mtandao mzuri kwa sababu gani? Kwa sababu tunaamini maudhui ya video ni maudhui ambayo ya yanafikisha ujumbe kwa urahisi kuliko hata mtandao wa Google, kwa sababu mtandao wa Google matumizi yake ni kwa wale bloggers au watu ambao wana website yani, wanakuwa naandika. Lakini advantage nyingine ni kwamba hata mtu anayeingia Google anakutana na zile video zako za YouTube kwa sababu YouTube ipo chini ya Google. Niambie hapo chini ni mtandao gani ambao wewe unaona ni rahisi kwa kuingiza kipato eh, ili tuweze kupata naye mawazo yako.